Huduma ya Injili ya Utukufu, chini ya mhubiri na mwalimu Imanuel Swai, kwa agizo la Roho Mtakatifu, inakukumbusha ujio wa Yesu Kristo kulinyakua kanisa. Bado kitambo kidogo, ulimwengu utalia na kusaga meno. Ole kwa mwanadamu, maana ameasi, asema Mungu Baba, naja upesi, ingaliko saa, naja upesi kulichukua kanisa, asema Yesu Kristo. Bwana yuaja mawinguni. Heri ni yeye asikiae maneno ya ujumbe huu, asema Roho Mtakatifu. Haya na mengine mengi, usikose kusikiliza ujumbe wa leo. Karibu tusikilize. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Neema yake Kristo ikupe kuliweka neno hili ndani ya moyo wako. Zaburi ya 27 mstara wa 4, neno moja nimelitaka kwa Bwana nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Haleluya, hayo ni maamuzi, kwa maana neno moja nimelitaka kwa Bwana nalo ndilo nitakalolitafuta. Hayo ni maamuzi, kusudi nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kuutafakari hekaluni mwake. Haleluya! Jambo hilo la kutazama uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake ndicho kinachoendelea mbinguni muda huu. Mbinguni, katika ulimwengu mwingine, kuna wenye uhai wanne, wazee ishirini na wanne, makerubi, maserafi na malaika watakatifu. Hao ni viumbe vya kimbingu katika ulimwengu mwingine, wenyewe wanakaa katika uwepo wa Mungu wakiutazama waki uzuri wa Bwana na kumtafakari katika uwepo wa Bwana na kuutazama uzuri wake wakiutafakari, ndipo inapelekea kumwabudu Mungu katika uzuri wa utakatifu. Lakini kumbuka, tuko mimi na wewe duniani, ambayo nasi pia inatupasa kuutazama uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunakwenda kumtazama Mungu katika kiti chake cha enzi na vile viumbe vya kimbingu jinsi vile wanavyoishi pamoja naye katika kumwabudu. Zaburi ya 89 mstari wa 6 na wa saba, Zaburi ya 89 mstari wa 6 na wa saba. Neno la Mungu nasema, maana ni nani katika mbingu awezaye kulinganishwa na Bwana? Ni nani afananaye na Bwana miongoni mwa malaika? Mstari wa saba, Mungu huogopwa sana barazani pa watakatifu, ni wa kuhofiwa kuliko wote wanaomzunguka. Mstari wa sita una maswali mawili: katika mbingu ni nani awezaye kulinganishwa na Bwana? Maana jibu hakuna awezaye kulinganishwa na Bwana. Tena ikauliza ni nani af afananaye na Bwana miongoni mwa malaika? Jibu lake ni kwamba hakuna afananaye na Bwana. Mstari wa saba unasema, Mungu huogopwa sana tena, ni wa kuhofiwa kuliko wote wanaomzunguka. Neno kuogopwa na neno kuhofiwa sio kwa habari kana kwamba kuogopa simba ama kuogopa panyarodi. Hapana, ni kwa habari ya kumtafakari Mungu katika uzuri wake na kuustajabia uzuri wake na kuuthamini na kumheshimu katika viwango vya juu na kumtukuza na kumwabudu. Ndio maana ya mstari wa saba: Mungu huogopwa sana barazani pa watakatifu, ni wa kuhofiwa kuliko wote wanaomzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutazame viumbe vya kimbingu ambavyo vinamzunguka Mungu. Wa kwanza ni wenye uhai wanne, ilo kundi la kwanza. Wa pili ni wazee ishirini na wanne. Wa tatu ni makerubi. Wa nne ni maserafi. Watano ni malaika watakatifu, na wa sita ni mimi na wewe tuliopo duniani, tuliozaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu. Haleluya! Sasa tunapokwenda kusoma, tunapokwenda kuwatazama wanaomzunguka Mungu, ninaomba niweke angalizo na nakusi uwe makini katika kusikia. Kundi la kwanza ni wenye uhai wanne. Wenye uhai wanne wenyewe kwa neno la Mungu wameandikwa ya kwamba wako mbele ya kiti cha enzi. Wazee ishirini na wanne wameandikwa wanakizunguka kiti cha enzi. Makerubi wenyewe wako chini ya kiti cha enzi maserafi wako juu ya kiti cha enzi, malaika wamezunguka kiti cha enzi pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio viumbe vya kimbingu ambao sasa muda huu wako katika ulimwengu mwingine uitwao mbinguni, wamemzunguka Mungu wakimwabudu, kwa maana wanamtazama uzuri wake, wanamstajabia katika uzuri wake, wanauthamini uzuri wake wanamheshimu wanamtukuza na wanamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba niweke msingi mzuri hapa, tutakapokwenda kutizama hawa wenye uhai wanne na wazee ishirini na wanne na makerubi na maserafi na malaika. Ninataka nikupe angalizo, kutokana na we wenye uhai wanne ni kana kwamba wanafanana na makerubi na ni kana kwamba wanafanana na maserafi. Ama maserafi wanafanana makerubi. Kwa nitaomba uwe makini. Cha kwanza, wenye uhai wanne wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu wenyewe, wana mabawa sita na wako wanne, kila mmoja ana sura yake. Makerubi wenyewe wako wanne, kila mmoja ana sura nne, na pia kila mmoja ana mabawa manne kwa tofauti ya wenye uhai wanne, wenye uhai wanne wapo wa nne, wana sura moja moja, kila mmoja ana sura yake. Makerubi wako wa nne, kila mmoja ana sura nne. Maserafi hawajaandikwa idadi, lakini wenyewe, makerubi wana mabawa manne, maserafi wana mabawa sita. Bwana Yesu asifiwe. Kwao naomba unisikilize kwa makini ili uweze kutambua ya kwamba Mungu huogopwa sana barazani pa watakatifu na ni wakuofiwa kuliko wote wanaomzunguka, wanaomzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Tunatazama kundi la kwanza wenye uhai wa nne, imeandikwa katika Ufunuo sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 8. Mstari wa sita ni la Bwana nasema na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwa wenye uhai wa nne. Maanake wenye uhai wako wanne kwa idadi yao, wamejaa macho macho, ili wamtazame Mungu katika uzuri wake, wamtafakari kisha wamwabudu, wamejaa macho mbele na nyuma. Mstari wa saba: na huyo mwenye uhai wa kwanza, wa kwanza alikuwa mfano wa simba na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa nne alikuwa mfano wa tai arukae. Msara wa nane. Na hawa wenye uhai wa nne kila mmoja alikuwa na mabawa sita, mabawa sita na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu Mwenyezi aliyekuwako aliyeko na atakayekuja. Unachotokea ukiona ni hivi, mstari wa saba unasema mwenye uhai wa kwanza alikuwa na sura yake ya simba, wa pili sura, sura, sura ya ndama, wa tatu sura ya mwanadamu, wa nne sura ya tai. Kila mmoja ana sura yake, na wako wanne nne, wenyewe wana mabawa sita, wana macho sasa kupitia yale macho wakimtazama Mungu katika uzuri wake, wanamstajabia wakimstajabia, wanamtukuza ndani yao, inapelekea wakisema. Kusema ni matokeo ya kile walichokiona na kukitafakari ndani yao, kwa kumstajabia Mungu katika uzuri wake, wanamsemea. Sasa ni mtakatifu ni mtakatifu ni mtakatifu haleluya. Kundi la pili ni wazee 24 wameandikwa katika Ufunuo sura ya nne mstari wa kumi. Neno la Mungu linasema, ndipo hao wazee ishirini na wanne huanguka. Kitendo cha kwanza, kitendo cha kwanza kitokanacho na kumtazama Mungu katika uzuri wake, kuutafakari huo uzuri, kumthamini kustajabia kumtukuza na kumwabudu inapelekea kitendo. Inasema, ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake nani? Yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia. Kitendo hicho humsujudia nani? Aketie, yeye aketie, yeye aliye hai hata milele na milele. Nao huzitupa taji zao wapi? Mbele ya kiti cha enzi. Mstari wa kumi na moja unasema, wakisema, wanaanza kumtukuza. Yote hayo yametokana na walichokiona, wakimtazama Mungu aliye hai ameketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake, wanamstaajabia, wanamtukuza. Matendo yao yanatokana na wanachokiona. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni viumbe vya kimbingu, hiyo ni grupu la pili. Kundi la tatu ni makerubi, makerubi wameandikwa katika Ezekieli sura ya kwanza na Ezekieli sura ya kumi. Tutakaposoma Ezekieli sura ya kwanza, usipokuwa makini, unaweza kuwalinganisha makerubi pamoja na wenye uhai wa nne, lakini ukiwa makini, tutakaposoma Ezekieli kumi utaona kumbe ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe, ndugu yangu, tunaongea habari za mbinguni, habari zinazoendelea sasa katika kiti cha enzi cha utukufu wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunasoma hayo kwa sababu majira ya kurudi kwake Yesu Kristo kulinyakuwa kanisa limekaribia, tunaoyasoma baada ya kitambo kichache tutakwenda kuyaona katika uhalisia. Bwana Yesu asifiwe. Na tunavyoendelea kusoma, utaona jinsi Mungu alivyotupa neema, mimi na wewe tukiwa hapa duniani kwen kuweza kusogelea hicho kiti cha enzi na kumtafakari Mungu katika uzuri wake kisha tumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Ezekieli sura ya kwanza na mstari wa tano. Kukatokea katikati mfano wa viumbe vinne, kuonekana kwao kulikuwa hivi, walikuwa na sura ya mwanadamu, na kila mmoja alikuwa na nyuso nne, kila mmoja alikuwa na mabawa manne. Bwana Yesu asifiwe, kwa imesema ni viumbe hai vinne, lakini wana sura nne na mabawa manne. Mstari wa kumi, kwa habari za mfano wa nyuso zao, walikuwa na uso wa mwanadamu, na hao wanne walikuwa na uso wa simba upande wa kuume, na hao wanne walikuwa na uso wa ng'ombe upande wa kushoto, na hao wanne walikuwa na uso wa tai pia. Mstari wa kumi wa Ezekieli moja kumi unaeleza kwamba kwa mbele ana sura ya mwanadamu kama wewe ulivyokuwa na sura ya mwanadamu upande wa kulia ambao kuna sikio lako la kulia ana uso wa simba. Upande wako wa kushoto kwenye sikio lako la kushoto ana uso wa ng'ombe. Nyuma upande wa kichogo ana uso wa tai. Kama umjui tai, basi mkumbuke mwewe ama kunguru. Ni mmoja ana uso nne na mmoja ana mabawa manne, wenye uhai wa nne, mmoja ana sura moja mmoja ana sura ya mwanadamu, mwingine ana sura ya simba, mwingine ana sura ya ndama, mwingine ana sura ya tai, huku mmoja ana sura nne. Bwana Yesu asifiwe, ili weze kutofautisha tofauti ya makerubi na tofauti ya wenye uhai wa nne. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusome Ezekieli kumi mstari wa ishirini kuthibitisha kwamba hao tuliowasoma sasa kupitia Ezekieli moja ambao mara nyingi wameelezewa kama viumbe hai vinne, hao viumbe hai vinne kwa Ezekieli 10:20 havijasema ni wenye uhai wanne wale tuliosoma katika Ufunuo, bali inasema ni makerubi. Ezekieli 10, msara 20: huyu ndiye kiumbe hai niliyemwona chini ya Mungu karibu na mto Kaberi, ni kajua ya kuwa hao ni makerubi. Kila mmoja alikuwa na nyuso nne na kila mmoja alikuwa na mabawa manne na mfano wa mikono ya mwanadamu ilikuwa chini ya mabawa yao. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka na wenyewe wana macho kila upande. Kundi la nne ni maserafi. Maserafi wenyewe wameandikwa katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza hadi mstari wa tatu. Tusome katika: mwaka uli wa kufa mfalme Uzia nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana kwa hiyo kiti cha enzi kimeinuliwa juu sana. Mstari wa pili unasema, juu yake walisimama maserafi. Kwa maana ipi? Kwa maana ya kuwa pamoja na kwamba Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilichoinuliwa juu sana, lakini maserafi wako juu ya kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe ninaweka pause na kukumbusha, wenye uhai wanne wako mbele ya kiti cha enzi, wazee ishirini na wanne wanakizunguka kiti cha enzi, makerubi wako chini ya kiti cha enzi, maserafi tunawasoma sasa, wako juu ya kiti cha enzi. Tunaendelea mstari wa pili: na juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa sita kwa mawili walifunika wali, wali uso wake na kwa mawili walifunika miguu yake, na kwa mawili waliinuka wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu mtakatifu mtakatifu, ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Ninakukumbusha kinachopelekea wakaitana ni kwa sababu wametazama uzuri wake, yeye aliyeketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake. Walipomtazama, walipomwona, walimwona ni wa thamani, wakamheshimu, wakamtukuza, wakaitana, wakaanza kuelezeana vile alivyo mtakatifu. Neno linasema Walisema mtakatifu mara tatu kwa sababu jinsi Mungu alivyo mtakatifu katika uzuri wake katika utukufu, mtakatifu mara moja haitoshi, hivyo walisema mtakatifu mtakatifu mtakatifu, ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Haleluya, ndugu yangu, tunasoma haya sasa kwa sababu baada ya kitambo kidogo atakapokuja Kristo kulinyakua kanisa mawinguni, tutaingia katika utukufu wa Mungu ndani ya mbingu mpya na nchi mpya na, na mambo haya yote tutayaona wazi kwa uhalisia kabisa vile Mungu alivyo katika kiti cha enzi cha utukufu wake, katika uzuri na utakatifu wake. Tutaona vile Kristo alivyo na tutaishi naye milele. Tutaona zile radi na ngurumo na sauti mbele ya kiti cha enzi tutawaona maserafi na makerubi na wenye uhai wa nne na malaika watakatifu na wazee ishirini na wanne tutawaona kwa uhalisia na maisha yetu yatakuwa ndani ya ule mji wa dhahabu wenye kuta za dhahabu na njia za dhahabu na milango ya lulu uliofunikwa na utukufu wa mungu sema haleluya injili isonge mbele je umeguswa na ujumbe wa leo Ukitamani upate nafasi ya kuusikiliza tena, wasiliana nasi. Tukutumie bure kwa njia ya mtandao. Injili isonge mbele. Injili isonge mbele. Tuendelee kusikiliza ujumbe wa leo. Nikukumbushe, mstari tunaosimamia ni Zaburi ya 27 na mstari wa nne. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari ya hekaluni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumekwisha kuona jinsi viumbe vya kimbingu mbele ya kiti cha enzi vinavyomstaajabu Mungu na kumtukuza Imefika kundi la sita ambalo ni wewe na mimi, Wakristo tulioko duniani tuliozaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu na kwa neno la Mungu. Haleluya! Neno limeweka wazi ya kwamba ni kupitia Yesu Kristo peke yake, kwa damu yake tumestahilishwa na kupata neema ya kuzingia mbingu takatifu, tumwabudu Mungu pamoja na wenye uhai wanne na wazee ishirini na nne na malaika watakatifu na viumbe vyote vya kimbingu kupitia Kristo. Haleluya! Neno linasema hivi, Waebrania 10 mstari wa 19 na 20, Waebrania 10 mstari wa 19 kuanzia: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu Biblia ya Kiswahili imesema patakatifu. Tafsiri ya Kiingereza imeongelea the most holy place ama the holy of holies, maana yake patakatifu pa patakatifu, mbele ya kiti cha enzi chake Mungu kwa Ebrania 10 msara 19 unatujuza ya kwamba basi, ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Ni njia ile iliyo mpya iliyo hai, kwa hiyo tunaingia patakatifu pake Mungu na kumwabudu Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo ndiyo imepelekea Injili ya Yohana sura ya 4 mstari 23 kusema maneno haya ya kwamba waabuduo halisi watamwabudu Baba katika Roho na kweli, kwa sababu kwa kuwa Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Kumbuka mbele ya kiti cha enzi wako wenye uhai wanne wazee ishirini na wanne makerubi maserafi, na malaika watakatifu. Sasa mimi na wewe, ingawa neno limeweka wazi kwamba hawa watakaomwabudu Mungu lazima wawe waabuduo halisi, ndio watakaweza kusimama mbele zake. Kinyume cha hapo, kuna tabu, kuna shida. Shida iko wapi? Shida iko kwenye njili ya Mathayo sura 15 mstari wa saba Kristo kwa kinywa chake mwenyewe ametamka maneno haya, enyi wanafiki, enyi wanafiki, enyi wanafiki. Ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao huniabudu bure. Ni kwa nini Kristo anataja watu ndani ya ibada kuwa ni wanafiki? Naomba unisikilize, ninakuomba unisikilize. Kumbuka, Mungu ni mtakatifu sana. Hakuna namna utaweza kwenda mbele za Mungu ikiwa huna kweli ya moyo wako. Zaburi ya hamsini na moja mstari wa sita Mungu anapendezwa na kweli iliyo moyoni. Kinyume na kweli ya moyo, Kristo anakuita mnafiki. Bwana Yesu asifiwe! Haiwezekani Jumapili ndo unakimbizana kwenda kumwabudu Mungu, lakini katika siku sita ndani ya wiki, uko biza, unakimbiza mali. Neno limeweka wazi ya kwamba huwezi kutumikia mabwana wawili, huwezi kumtumikia Mungu pamoja na mali. Sasa inakuwaje katika siku za wiki unaitumikia mali na siku ya ibada badala ya kwenda kuiabudu mali unakwenda kumwabudu Mungu? Yesu anasema ni unafiki. Sasa naposema siku za wiki, simaanishi watu wasifanye kazi. Hapana, kwa sababu ninao ushuhuda wa watu ambao wapo kazini. Mtu ni mjasiriamali, yuko kwenye duka lake, lakini Biblia iko pembeni. Mteja akiondoka, nakamata neno la Mungu anasoma hao wote nakushuhudia muda wote, wanapiga simu kuuliza maswali kwa kile walichokisoma katika Biblia, maana katika siku za kazi Mungu anakuwa ni sehemu ya maisha yao. Kiko kikundi kingine, wenyewe wanaitwa Yerusalem Mpya Feloship, Yerusalem Mpya Feloship, ninavyoongea, kila siku za kazi kuanzia saa saba mpaka saa nane takriban miaka kumi na tano sasa wametenga muda huo kwa ajili ya kuutafuta uso wa Bwana. Fikiria mwingine ameajiriwa katika miaka 15 iliyopita kila siku wanakwenda kula chakula, wengine Yerusalemu Mpya Fellowship wao miaka 15 wanautafuta uso wa Bwana kuanzia saa saba mpaka saa nane. Sasa hawa watu wa namna hiyo, kwa kuwa katika siku za kazi bado wanafanya kazi huku wakimtumikia Mungu, wakati wanakuja siku ya ibada kumwabudu Mungu, ibada yao inapata kibali mbele za Bwana. Lakini ikiwa huna muda na Bwana, na siku ya Jumapili ama siku tunasema ibada ndo nakwenda kumwabudu Mungu, Yesu anasema kupitia Mathayo 15 mstari wa saba, enyi wanafiki na inaposema neno hilo enyi wanafiki, yoyote ambaye anajijua ni mnafiki ndani, dhamiri inakushuhudia na unasikia kama mapigo ya moyo yanakwenda mbio. Ukiona mapigo ya moyo yanakwenda mbio, Roho wa Bwana anakwambia tubu na ugeuke. Haleluya! kwa kuwa Kristo yuaja mawinguni kulinyakua kanisa. Hakika Bwana anawajua walio wake. Haleluya! ili uweze kupokea ndani ya moyo kutambua ya kwamba Mungu ameketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake, anaabudiwa kwa vile alivyo katika uzuri wa utukufu wake. Sasa Yesu alimaanisha kupitia Injili ya Matayo 157 kwamba anatoa ole kwa yoyote ambaye ni mnafiki. Naomba sikiliza neno la Mungu, ninakuomba kwa makini, ninakusi ninakuomba sikiliza Amosi 521 hadi 23 Nitasoma Amosi 5:21 hadi 23. Ninakuomba usikilizi, neno linasema Mimi Mungu aketea kwenye kiti cha enzi, anasema maneno hayo, mimi nazichukia sikukuu zenu na zidharau, nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Naam, mstari wa 22, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali wala sitaziangalia sadaka zenu za amani na za wanyama walionona. Mstari wa 23 anasema hivi: niondoleni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kusikia sauti za vinanda vyenu. Bwana Yesu asifiwe! Mungu anayeabudiwa mbinguni na viumbe vya utukufu, leo hii anatuambia sisi tulioko duniani ya kwamba anachukia makutano yetu, tena ana dharau, tena hataki sadaka zetu, na anasema tumwondolee kelele za nyimbo zetu. Kwa nini? Kwa nini? Ni kwa sababu ya unafiki. Unafiki ikiwa tunaitisha mikutano ya Injili kwa kusudi la watu waongezeke, sio kusudi watu waende kwa Yesu, lakini kusudi watu waongezeke kanisani tupate sadaka zaidi. Ni unafiki. Ikiwa tunaitisha mikutano ya injili kwa kusudi makao makuu wajue na kwamba sisi pia tunafanya mikutano ya injili, ni unafiki. Ndugu yangu, ni majira ya kurudi kwa Yesu Kristo. Usikubali kuwa miongoni mwao wanafiki. Geuka, tubu, tafuta uso wa Bwana. Tambua Mungu ameketi kwenye kiti cha enzi cha utukufu wake, anaabudiwa. Haijalishi wewe na mimi tunajifanya, tunazuga, tunajifanya ni maigizo, tunafanya ni uongo, itatugarimu. Amosi sura ya tano mstari wa ishirini na moja na ishirini na tatu. Ninarudia, Amosi sura ya tano na mstari wa ishirini na moja hadi ishirini na tatu: mimi nazichukia sikukuu zenu na zidharau nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Naam, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali, wala sitaziangalia sadaka zenu za amani na za wanyama walionona. Niondoleni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kusikia. Kumwabudu Mungu sio kwa sababu gitari inapigwa na wimbo wa kuabudu ameimba mwimbaji maarufu. Kumwabudu Mungu kunatokana na nini? Kimeingia ndani ya moyo wako. Kumbuka wazee ishirini na wanne wanauona uzuri wake, wanatambua thamani yake, wanamstaajabia, wanamheshimu, wanamtukuza, ndipo wanamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatuwezi kumwabudu kwa sababu ya gitaa, anasema si Si, niondoleni kelele za nyimbo zenu kwa maana sitaki kusikia sauti za vinanda vyenu. Bwana Yesu asifiwe. Kinachopelekea wenye uhai wanne a wapumziki mchana usiku ni kile wanachokiona mbele za Mungu wakimtafakari. Kinachopelekea wazee ishirini na wanne kuanguka mbele zake na kusujudia ni kile wanachokiona mbele za Mungu wakimtazama na kumtafakari. Kinachopelekea makerubi na maserafi na malaika watakatifu kumwabudu Mungu ni kila wanachokiona katika uzuri wake na utukufu wake na utakatifu wake na utiisho wake na ukuu wake, ndicho kinachopelekea. Ninakuomba kuanzia leo, unapotaja neno Mungu mkumbuke ya kwamba anaketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake. Kwa hiyo ukiongea naye mwambie Mungu uliye hai, uliye mtakatifu, unayeketi katika kiti cha enzi cha utukufu wako. Na unapoeleza watu wa habari ya Mungu wako, waambie Mungu wako ni Mungu aliye hai, mtakatifu, aketiye katika kiti cha enzi cha utukufu wake. Usiseme Mungu Mungu, Mungu Mungu Mungu. Sema Mungu aliye hai, mtakatifu, aketiye katika kiti cha enzi cha utukufu wake, kuonyesha kwamba moyo wako umetambua jinsi vile alivyo Mungu wako mtakatifu sana wa kustaajabia sana wa kuabudiwa sana na kutukuzwa sana milele, amina. Ikiwa umebarikiwa na ujumbe wa leo, fungua kinywa mshukuru Mungu. Ikiwa neno la Mungu limeangaziwa kwako, fungua kinywa mtukuze Yesu Kristo. Ikiwa umemulikwa na ujumbe wa leo, piga magoti, nyenyekea Omba rehema kwa Bwana. Kwa mawasiliano, piga simu nambari 0754282869. Nitarudia 0754282869. Lakini pia usikose kutembelea katika chaneli yetu ya YouTube inayoitwa Injili ya Utukufu Channel. Hadi wakati mwingine, ubarikiwe na Yesu Kristo.